Leo tuendelee kumwangalia Boniface Anyesire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika, Tanganyika Law Society. Wakili Mwabukusi katika ukurasa wake huu wa Facebook ameandika leo asubuhi akieleza mambo kadhaa hususani shauri ambalo amelipeleka tayari mahakamani kuhusiana na ndugu Bwana Mpaluka ama Mdude Nyagali ambaye alitekwa hivi karibuni mkoani Mbeya. Wana wanawakili Mwabukusi ameandika katika ukurasa huu wa Facebook wakisema tutapambana hadi tone letu la mwisho la jasho na damu. Utulivu wetu ni kurejeshwa kwa Mdude Mparuka Nyagali. Anasema shauri la habius kopsi la ndugu yetu Mdude Mparuka Nyagali ni tarehe 30 Juni mwaka elfu mbili na 25. Anaendelea kuwahimiza Watanzania akisema tufike kuvindicate sheria. Huu ni ujumbe kwa rafiki yangu Mdude na ukufu, ukufikie kwa njia yeyote hata kwa njozi dash dash. Anasema usikate tamaa, we will fight for you to our last drop. Anaendelea kwa kusema hiki ni kiapo chetu sisi, rafiki zako, tutafika mbali sana lazima urudi na haki itendeke. Wakili Mwabukusi kabla jamaliza anasema kwa wapenda haki na mashujaa wa utawala bora, tukutane Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Mbeya. Anasema hii ni rasharasha rasha, tusilazimishane kuleta masika. Aluta kontinue. Ameweka pia picha ya Mdude Nyagari hapa ya ambayo ina maandishi yaliyoandikwa na EATV yakisema Mdude alichukuliwa mbele ya mke wake. Baada ya andiko hilo, uh, wasomaji wake katika ukurasa huu wa Facebook wa wakili Bonifasi Anyisire Mwabukusi akiwemo Evaristi Ndongo anatoa maoni yake akisema ya hakuna marefu yasiyo na ncha, one day majibu yatapatikana. Abraham Lupia anasema damu siku zote inanena. Ni imani yangu Mungu hataliacha hataliachia hili lipite. mbali na kuzitaka mamlaka kuchukua hatua, kwa imani zetu hatuna budi kumlilia Mungu, lazima waliofanya uovu waumbuke. Joyce Mabeba anasema Abraham Lupia amen. Rehema Shauri anasema ni maombi yangu, Mungu mtunze hai huko aliko na afya njema Azuri Amos anasema tusikate tamaa mpaka tone la mwisho mdude apatikane. Joshua Mbise anatoa katuni ya machozi huku akisema tunalia kwa sauti ila kilio chetu Mungu anakisikia, naamini hawa watekaji wataumbuka, Mungu watawaanika wazi hivi karibuni. Catherine Fidelis Mas anasema sidhani kama mdude atakuwa hai jamani. Kesi Kizungu anasema da, sidhani tena kama yungali hai. Josephine Kabuka anasema polisi wanadai alijiteka mbele ya mke wake. Jongo Bufe Kahambi asema CCM ni Simba, Chadema ni nyati. Nyati ananguruma kumshinda simba, lakini kwa kuwa nyati hana akili kama simba, lazima aliwe tu mdude hasara kwa familia yake. Hapa ni Tanzania, ingekuwa Kenya, Mdude angeonekana beni sanane, Azilgwanda Kanguye na wengine wengi waliopotezwa. Mdude hiyo imeisha isha. Adamu Shirima asema taifa letu limekosa siasa safi na utawala bora. Bank moon mwakalol, mwakalo asema kikubwa awe hai, nikimkumbuka rafiki yangu Nelson Mtindwa Tokea Machi ishirini na moja mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka leo haonekani. Inauma sana. Naomi Mendel anasema hakika lazima akieleweke, Mungu awatangulie mawakili wetu. Enoki Gwalema anasema kwamba kwa uroho wa damu walionao watekaji, Ndude yuko hai kweli? Mamake Aliton anasema Mungu akutangulie kaka. Bonifasi Anyisire Mwabukusi Maembe Daudi anasema inasikitisha sana Daniel Mungure anasema pamoja sana kamanda. David Nkanda anasema good bro Mwabukusi haki yetu ndo amani yetu. Cornelio Lazaro anasema Mungu akawe upande wako. John Masunga anasema nakukubali kaka. Chiba Chida anatoa katuni ya machozi. Stephanie, Stephanie, nasema, mm. Elizabeth, blessing. Anasema samahani mimi naomba kuuliza kabisa kwa kweli mimi labda ya uelewa wangu mdogo, kwani alifanyaje? Alikamatwa kwa kosa gani? Aliua au aliandika taarifa mbaya kama yule wa Kenya polisi wakamuua au jambazi? Mtueleweshe maana sisi wengine kila wakati tunasikia Mdude Mdude ni nani? Mwandandila Hawe anatoa ufafanuzi anasema, Elizabeth Bracing, hakuna kosa ila ni katika mwendelezo wanao reform no election na kuelezea uovu wa chama tawala. Kisamo Andrew Mambili ye bet anasema kwani uko kwenu Burundi, huwa hampati taarifa za habari kwa nchi mbalimbali duniani. Abed Sundai anasema Mungu akubariki sana wakili kwa kazi njema. Shemiji Rambo anasema na hakuna, na kuna mtu analala usingizi unapita kabisa akiwa na damu za watu mikononi mwake. Haya ni maoni baadhi ya wasomaji wa ukurasa wa Facebook wa Bonifasi Anyisire Mwabukusi wakichangia andiko lake aliloandika akisema kwamba tutapambana hadi tone letu la mwisho la jasho na damu. Utulivu wetu ni kurejeshwa kwa Mdude Mparuka Nyagali, akiendelea kwa kusema shauri la la ndugu yetu Mdude Mpaluka Nyagali ni tarehe thelathini Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Akisema tufike kuvindicate sheria. Huu ni ujumbe kwa rafiki yangu Mdude na ukufikie kwa njia yoyote, hata kwa jozi. Anasema usikate tamaa, we will fight for you to our last drop. Anasema hiki ni kiapo chetu, sisi rafiki zako, tutafika mbali, lazima sana, lazima urudi na haki itendeke. Anamalizia kwa kusema wapenda haki na mashujaa wa utawala bora, tukutane mahakama kuu ya Tanzania, masijara ndogo ya Mbeya. Anasema hii ni rasharasha, tusilazimishane kuleta masika. Ili ni andiko la Bonifasi Anyisire Mwabukusi ambalo ameliandika kwa ajili ya kwenda mahakamani tarehe thelathini mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kumdai Mdude Mparuka Nyagali ambaye alikuwa ametekwa hivi karibuni akiwa nyumbani kwake mkoani Mbeya. Tafadhali, nawe unayo nafasi ya kutoa maoni katika comment selection. Karibu.